Kwa mjibu wa maagizo hayo ya serikali, taasisi zote za umma na binafsi zinazokusanya na kuchakata taarifa binafsi ambazo bado hazijakamilisha usajili wake PDPC zimepewa kipindi cha nyongeza cha miezi mitatu kuanzia tarehe nane Januari hadi tarehe nane April 2026 zihakikishe kwamba zinakamilisha usajili kwa hiari ndani ya kipindi hicho. Tume inasisitiza uh, tume inasisitiza kuwa kipindi hiki hakimaanishi kusitishwa kwa utekelezaji wa sheria, bali ni dirisha ni dirisha la mwisho uh, ni dirisha la mwisho la muda wa hiari la kuhakikisha kwamba uh, taasisi zote zimeshajisajili na utekelezaji wa sheria hii utaanza rasmi. PDPC inapenda inapenda kuujulisha umma kuwa baada ya dirisha la mwisho la muda wa hiari kuisha, itaanza mara moja ukaguzi wa uzingatiaji wa sheria kwa taasisi za umma na binafsi zinazokusanya na kuchakata taarifa binafsi. Ukaguzi huu utahusisha kubaini taasisi za umma na binafsi zinazokusanya, kuhifadhi, kuchakata na kusafirisha taarifa binafsi e, nje ya nchi bila kuzingatia matakwa ya Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, Sura ya 44 na kanuni zake. PDPC inatoa taarifa inatoa taarifa kwamba hatua kali za, e, za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mtu yeyote, taasisi na kampuni itakayobainika kukiuka Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, Sura ya 44, e, ikiwa ni pamoja na kutoa faini kifungo na vyote kwa pamoja, pamoja na kulipa fidia kwa wote watakaoathirika wa kutokana na ukiukwaji wa sheria hii. Vile vile mtu au taasisi yoyote itakayobainika kuvunja taarifa na kutumia taarifa binafsi bila ridhaa ya muhusika wa taarifa hizo au kinyume na utaratibu uliowekwa uliowekwa kisheria itawajibishwa ipasavyo bila kujali hadhi au ukubwa wake. PDPC inatoa wito kwa taasisi zote za umma na binafsi kuchukua hatua za haraka kujisajili, kuimarisha mifumo yao ya ulinzi wa taarifa binafsi na kuhakikisha uzingatiaji kamili wa sheria ikiwa ni wajibu wao eh, kwa serikali wa kulinda haki za kikatiba za wananchi hususan, hususan haki ya faragha katika uchumi huu wa kidigitali.